Asalamu alaikum guys. Haya, nyama yangu ya sambusa hiyo kama mnavyoiona ishakauka, nimetia kitunguu saumu, tangawizi, karoti, pili pili manga, garam masala, ndimu ama limau. Unaacha nyama yako inakauka vizidania, nimeweka kitungu maji. Unaacha nyama yako ya sambusa ikauke vizuri guys. Hapo nimeka paka nimeweka mpaka karipoda, nikakamulia ndimu yangu moja na dania, kitunguu maji, garam masala, pilipili pili manga, naitwaje na hii kitunguu saumu sikosi. Unaipika nyama yako mpaka inakuwa kavu kabisa. Haya, mwaona hapo, nafunga sambusa zangu. Nishawahi kuonyesha video iko nyuma on my page ya vile unavyotengeza manda za sambusa. Hizi ni manda zangu nilizitengeza. Aya, sasa natia sambusa zangu nafunga, unatia nyama katika manda yako unafunga sambusa paka, ujue kutengeza manda. Ukijua kutengeza manda, mashallah uta enjoy samsa zako, manake hutozinyima kitu. Samsa za nyumbani ziko tofauti sana na za za biashara nchi, manake za nyumbani utahakikisha kima yako umeijaza vizuri, nyama yako kwa sambusa, kama hivyo mnavyoniona Sambusa hiyo nimejaza nyama kisawasawa. Haya, naifunga na hapo, pakufunga pataka makini sana ake. Mimi manda zangu zingine zilikuwa kwenye pesi sana, mbili nikaeka mbili, wasikia, ndio ile zisipasuke katika mafuta haya. Hapo napaka unga vizuri. Video ya kutengeza manda iko angalia kwa my page, utaona na pia kutengeza hii nyama ya, ya sambusa pia iko video yake. Haya, unajaza tena nyama yako vizuri. Haya, unafunga samsa yako na tightness, yani unaifanya tight ndio ili isafanye nini, isipasuke kwa mafuta. Na ukiona manda yako nyembamba, weka mbili guys. Unapaka unga wako vizuri, huo ni unga ngano, nimechanganya na maji kidogo guys. Hii recipe ni shawai kufanya sambusa, na regelea tu hapo. Mashallah, mwaziona samsa zangu hizo, nazifunga na kufungulia mwadhini shama za kufunga aya, unatumbukiza katika mafuta. Usiache mafuta yako akapata moto sana, ukipata moto sana samsa zako zitapasuka ndani. Sambusa mafuta yake hataki kupata moto sana. Unazitumbukiza aya, naweka kiwango kile unachotaka mwenyewe katika mafuta haya. Maona hapo samsa zangu ziko tayari, nazitoa. Mi upenda kalahi. mashallah